Mi naitwa Omari Kamendu, mdalewa wa Mbebe. Nimekuja Mbebe kwenye kata yangu kuchukua fomu ya kuwania, nia ni ya udiwani. Naamini Mungu ni mwema, nitateuliwa ili kupeperusha bendera ya udiwani. Kwa nini nachukua? Kwa sababu muda wa uchaguzi umefika, nina haki ya kuchagua na kuchaguliwa, kwa nimeona kwa nime sababu ya msingi kabisa kuja kuchukua fomu na mimi niingie kwenye kinyang'anyiro. Namuomba Mungu, hatua ya kuchukua fomu ni hatua moja wapo. Nachukua fomu eh, kuna vikao vinafuata. Nachukua fomu leo, nitairudisha ndani ya muda ambao tumepewa, lakini naamini baada ya hapo, tunahitaji kukaa na kutulia kusubiri vikao vichuje, ili turejeshwe yale majina ambayo tutakuwa tumeshachujwa ambayo yatakuwa yamerudi yamependekezwa kati yao matatu, mojawapo atakayechaguliwa kupeperusha bendera, nadhani atakuwa ndiye huyo. Na mimi naamini kabisa kwamba vikao vitakwenda kutenda haki, naamini vitatenda haki. Nachapa kazi, uwezo ni nao, nishapita kwenye hii kazi. Nashukuru sana tazamaji wa J Online TV, ili uwe kwanza kupata habari kutoka JTV, subscribe kisha kishada halafu bonyeza kengele hapo chini ili uwe wa kwanza kupata taarifa pindi habari mpya inapokuwa imewadia.